Nchini Kenya, Jumapili ya jana, pametolewa tuzo za East Africa Entertainment Awards EAEA Awards ambazo huwa zina kategori nyingi sana katika media, pia huwa kuna kategori zake ambazo kuna kama best event host in Africa, kuna best media personality in Africa na kuna best radio host in, in, in Africa, ambazo hizi zote ameshinda mtangazaji wa nchini Kenya anaitwa Aziza aka Media Messiah, ambaye tunafahamu kwamba pia amekuwa akihost pia events kadhaa za hapa nchini Tanzania. Sasa kupitia Instagram, Diva The Boss ame waponda hawa waandaaji wa hizi tuzo na akiwashutumu kwamba ni watu ambao wanaendekeza sana rushwa, na actually hii inakuwa sio tuhuma ya kwanza. Tumekwisha ona director kwa mfano e, Mufasa aliwachana juzi na wasanii wengi kwamba jamaa wanatabia ya kuwaomba washiriki ama nominees pesa ili washinde, na wengine wakiscreenshot kabisa kitu kama hicho. Sasa ameandika hivi kwenye posti ya kwanza: hizi awards za kununua, hapana eaa kwa kweli msiniweke tena. Mnajua anachozungumzia kwa sababu yeye pia alikuwa ametajwa katika vipengele hivi vya media, na katika caption akaandika EAEA awards mh, huku Tanzania tuzo zetu ziko very fair, tunashinda tuzo kwa votes, si kwa kununua tuzo. East Africa upande wa media hakuna anayemgusa Alia katika TV Africa, kiukweli alistahili hizo tuzo, na kwenye Radio Africa tukizungumzia namba namba, hamna anayenigusa. No wonder hajapost, sababu hakuwa ready kununua award ambayo angeshinda kwa haki. Hizi tuzo msiniweke tena. Nakumbuka mlinicheki kwamba watu wanafanya chochote kushinda haya, mshawapa tuzo walizonunua, ndio maana watu wengine hawakupost. Niliambiwa na watu about hizo awards, na nyie mlinicheki, tukaongea hadi kwenye simu. Baada ya kuona hakuna okoto, mkaamua kuuza tuzo, au sio? Kwa ufupi, natoa comment, sitaki toa airtime, lakini pia I'm glad sijanunua hizo tuzo personally. Msiniweke tena kwa ajili ya promo zenu, sitaki cheap publicity kutumiana for promo. My brand is too big than Aish anteni. Baadaye akaja kuweka conversation na organizer huyu, ambapo walikuwa wanazungumza. Jamaa anamwambia gala date rescheduled due to Ramadhan celebrations on the weekend of March 30. Akaandika tena very important, hakuna lolote bila mikakati Alafu Diva akamjibu hi casual talk ready when you are, na baadaye akamwambia komi na sijuu waliongea nini kwenye hii caption. Akaandika tena hizi tuzo upande wa media, Alia alistahili kupata tuzo kwa TV upande wa redio Afrika. Hiyo tuzo nilikuwa naichukua, but sikukubaliana na mikakati wa kampa anayenunua tuzo kwa Tanzania. We don't do this EAEA awas. Shame on you Brian and the team, mambo kwa ushahidi Najua uwezo wangu wa Gabriel numbers. Staki mikakati wala awards za kununua ili nionekane na mituzo. No wonder mtu kama Alia hajaposti, alijua kumbe. Regardless, nilishaambiwa nilikuwa siamini maana this is business. Unampa mtu free promo kwa tuzo zake, then ununue tuzo, then kuposti mtu tuna mamilioni ya followers, afu tena ninunue? Mi mchaga sana, hela yangu ya manati mno. Nimemaliza tuzo bana, hazipaswi kununuliwa tuzo. Is either watu wakae waamue kwamba mtu fulani kashinda kwa sababu ya sababu hizi na hizi, ama mashabiki wao wenyewe waamue eh, tuzo kuliko kumfanya mtu anunue tuzo. Ni kama mtu anajitekenya alafu anacheka mwenyewe. Tuzo hazipaswi kuwa za kuzinunua eh, kama hivi ambavyo shutuma kwa wajamaa zimekuwa zikielekezwa kwao.